wamasulu an raiyatihi na mtu, yani baba wa nyumba ataulizwa naye, ni mchunga ataulizwa juu ya kichunga chake. Ndio ni dhamana. Tunaharibikiwa kwa sababu tumefanya vyeo, eh, ni manufaa. Tumefanya vyeo ni vya kutafuta eh, uchumi. Ndio tulipoharibikiwa, ndio yanatokea yote haya. Sasa sisi tunachosema turudi katika misingi yetu. La kwanza ni naomba niungane na nyinyi kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu, tumshukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah kwa kupata fursa leo katika siku ya Ijumaa, siku tukufu, kwanza kuja kuungana na nyinyi kusali sala hii tukufu ya Ijumaa. Nashukuru sana, na hii kwangu mimi nachukua ndio zawadi ya mwanzo na nimekuja kwa sababu ya mapenzi yenu, kwa imani yenu vile vile, kwa sababu nimepata salamu muda mrefu kidogo, lakini leo alhamdulillahi, Mwenyezi Mungu katuwafikisha. Lakini la pili, niwashukuru sana, tukiwa humu msikitini leo nimepata zawadi nyingine kubwa sana, nao ni za, zawadi ya waiz, eh, ya wajibu wetu ya kuwa wachunga kwa yale ambayo yanatuwajibikia darasa hili sijalipata pahala pengine, nimekuja kulipata hapa katika msikiti wetu, na mi nashukuru sana kwa hilo. Nitaikumbuka Kiongwe kwa sababu ya kupata hilo. Lakini na la tatu, naomba niwashukuru kwa zawadi hii ambayo nimepewa hapa, maneno ya vijana. Hii imekuwa surprise, maana mi nimezoea kutoka msikitini, basi nikurudi nyumbani. Eh, eh, lakini leo alhamdulillah nimetoka hapa nimepata na zawadi yenu, na waswahili wanasema kwamba peaneni, tunaambiwa tunahusiwa kwamba peaneni zawadi mpate kupendana, au sio? Na ukipendwa na wewe ujipendekeze, au sivyo? Eh, eh, maana mambo toa, toa, eh, toa ni kupe au nipe ni kupe, wanasema kupeana ni kikoa hasa kwa hivyo na mimi nasema kwamba inshallah, hili na hili, nami nitajitahidi kujipendekeza kwa yote, kwa kuwa pamoja, kwa kushikana katika yote haya. Lakini kikubwa, mimi niseme kwamba mmetupa dhamana ya nchi yetu, na najua kwamba kwenye nchi yetu bado tuna mambo tunayotaka tuyanyooshe. Tumeambiwa humu msikitini yaliyopo juu ya, ya haki zetu katika ardhi zetu, hayo ni wajibu wetu kuyafuatilia, na inshallah tutaendelea kuyafuatilia kwa sababu ni wajibu wetu, na hii ni haki ya mtu basi, ila anayehusika atakwenda kuulizwa vile vile. Lakini kikubwa zaidi mmetupa dhamana ya kusimamia kwamba nchi yetu iwe na amani ya kweli iwe na utulivu wa kweli iwe na maridhiano ya kweli iwe na watu kupendana ikweli kweli. Sote ni wamoja, tushirikiane, tufanye kazi katika nchi hii, nchi yetu tuipeleke mbele. Hakuna sababu ya kuwa nchi hii una mtu hana ajira hana kazi. Hakuna sababu katika nchi hii watu kuwa maskini au vijana wetu wakakaa barazani hawana kazi yote haya ni kwa sababu kuna mambo lazima tuyatengeneze. Tumeona tumepita kwenye uchaguzi uliopita na aliyojiri, niwaambie, maana masuala nimeulizwa mengi eh, mimi me niwaambie tu kwamba sisi tumechukua dhamana kwa sababu mmetupa dhamana hiyo, tumechukua dhamana kutafuta jambo ambalo litakuwa la heri litakuwa la kudumu litakuwa lile litakaloleta suluhisho la kudumu, sio jambo la njia ya mkato, kwenda mkakaa pamoja, mkasema mmeridhiana, mmeunda serikali ya umoja wa kitaifa lakini kumbe ni ya funika kombe mambo, watu kila mtu anaendelea na lake. Sisi hayo tumeyakataa, tumesema kama tunatafuta jambo tutafute jambo ambalo lina maslahi kwa kila mtu, lina maslahi kwa kila mtu katika nchi hii Halit, halina maslahi kwa chama chochote wala kikundi cha watu wote. Nchi hii ina uwezo wa kwenda mbali. Niwaambie kwamba na mimi wenzangu hawa wamenipa dhamana hiyo kuisimamia na tunaisimamia na, jamani, tumefika mbali kidogo, lakini ni kama mimba changa eh, subiri labda baada ya muda ndio tutajua imesimama au Eh, eh, kwa hivyo lakini tumejitahidi katika hilo kuitafuta. Alhamdulillah tumefika pahala, tunaamini wenzetu wengine watatufahamu ili tupate nchi yetu tuinyooshe, watu wetu waishi kwa amani na tushirikiane katika kuwatafutia maendeleo, kuwatafutia neema kwa kila mwananchi, watu wakiongwe. Nadhani inatosha leo nikisema, eh maana haikuwa hutuba, tushapata mu msikitini nikisema sana hapa, wengine wanaweza wakazisahau na hizi hutuba za msikitini zinatakiwa zitufae kwa wiki nzima, tuzizingatie. Mimi naomba niwashukuru sana sana kwa imani yenu. Inshallah, tuko pamoja na inshallah.